Hello, mambo vipi? It's me again Bongo Information Technology. Okay, leo nitakufundisha jinsi gani ambavyo unaweza ukaiseti simu yako na simu yako ikawa salama zaidi. Endapo mtu akiwa anatoa password, basi password hiyo akiwa amekosea, basi simu hiyo itampiga picha. Hii ina maana kwamba utakuta simu yako imeshikwa na mtu tofauti tofauti na huyo mtu akijaribu kutoa password kwenye simu yako, simu yako hiyo simu itampiga picha. Nini ufanye? Ingia Play Store na uta download application moja hivi ambayo nitakuandikia hapo jina, inaitwa unatakiwa usearch neno ambalo limeandikwa third eye hidden camera record, then kisha search hiyo application, wewe uta download. Ni application ambayo sio kubwa kwa ku MB, inatumia MB kumi na nne na hiyo application yenyewe umeshaambiwa kwamba ina contain ads. Okay, tuna download application hiyo Tuna download kama hivyo hapo oh. Hakikisha uwe una speed ama uwe unatumia simu ambayo iko faster sana, kwa maana mimi hapa nafanya huku na connect, nitasubilia ambapo nione itatumia muda gani kuweza kujaa, na kisha inza ku install. Nita download application hiyo, nitai open kama hivyo, na nikishaweza ku open nitafunguka hivi. Okay, kisha funguka hivi wewe hautakiwa kukata chochote. Ukiangalia hapa inakuanisha manage option hapa unaambiwa understand. Ukisoma hapa juu kila kitu kinaeleweka. Kwa hivyo gusa pale kwa understand and then gusa pale kwa ndiko. Ukishakuta hivi, unatakiwa uguse hapa kwenye alama ya kutoa. And then wewe uta set English as default. Ndio, baada hivyo uta swipe kupande wa kulia mpaka vidoti hivi kiwe hapa and then pale palikuandikwa mshale huo wa kuelekea upande wa pili. Asa ukiangalia, kuna hizi option zinakuonesha hapa pia, kwa juu umeonyeshwa ecamera an hen thid ai hza amaintude, si ndio? Kumbuka, sisi lengo letu ni kwamba mtu akiwa anatoa password basi impige picha simu, na hiyo picha tutaikuta kwenye simu. Kwa maana kwamba kama kuna mtu alijaribu kutoa password bila ridha yako na haijui, basi itampiga picha. Hiyo ni nzuri sana kwa wale ambao simu zao zinatumika na watoto na watoto wanashindwa kutumia simu. Of course hapa ni njia nzuri sana. Okay, tufanye hivi. Okay, kama hivyo. Sasa hapa hivi juu tunatakiwa tutoe hii alama and then wewe unatakiwa uguse hapa palikuandikwa third eye. Ukishapagusa itakuonyesha hivi, sasa hii unataka uwalao kamera ili iweze kuaccess. Mfano, unagusa hapa and then utayalao, and then utagusa kwenye storage utagusa palikuandikwa allow and then utagusa palikuandikwa allow tena kama hivyo ambavyo. Sasa hapa juu kuna sema activate this device admin app unataka uiactivate. Baada ya kuiactivate, una skip, then una halau, then una gospel kuandika tick, hiyo inakuwa tayari umeshaweza kufanyaje kuseti. Ushakuwa tayari, ushaweza kuseti. Ukiangalia hapa juu inakuonyesha active, okay. Pia kumbuka kwamba uh, sio picha tu ambayo inaweza ukampiga mtu ambaye ameshika simu yako bila ruhusa na amejaribu kutoa password. Lakini pia kumbuka kwamba unaweza ukate ukamrekodi ama ukarekodi hata video ambayo yeye anaweza kaa hajui kama unamrekodi video. Ina maana kwamba kuna kitu hapo kinaitwa background video. Hii mtu akiwa ameshika simu, yeye hajui kama anarekodiwa kwa sababu, kwa simu pale inakuwa ina password, basi itakuwa inamrekodi. Kwa hiyo kazi yako hapo utagusa kwenye background video and then utagusa pale kuandikwa hii alama hii we cha msingi ni kugusa hii hapa na palikuandiko allow paguse, maana kwamba ukigusa allow maana yake ni kwamba unaiallow hii application ili iweze ku-access storage, i-access data kitu kama ama record kitu kama hivyo. Kama hii hapa while using this app unaiallow. Hivyo, hivyo. Then, tunaendelea. Tumeelewa, tumeelewana. Sasa, so, detect kwamba move the app Niyandio hii ina detect, ikiwepo kitu itapiga picha, ina maana simu yako inakuwa very safe. Hii hapa ni Bongo Information Technology, usisahau ku subscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele. Ukiangalia hapa juu, kuna kengele ama kuna kitu kinaitwa active, then hapa kuna kengele ambayo ina rangi nyeupe, ukigusa kengele hiyo kama hivyo itakuonisa kwamba help ko hizi ni katika sehemu ya kuweka log ama fault log ama setting then ama history ambayo utakuta zile picha zako ziko huku. Sasa hii hapa ni Bongo Information Technology, usisahau ku subscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele. Hii hapa ni kwenu Bongo Information Technology.